Tukipanga unajua, CBC as it was now, previously, ilikuwa tu ni mwalimu yani, ilikuwa ni kariklam imewekwa kwa meza, na ndiyo kulikuwa na matatizo ya kutafuta walimu mm. But tungeanza na CBE, ingekuwa siku ile hiyo karikalam ilitoka, ingesemekana kipindi hiki akiwezi kuanza bila pedagogy kipindi hiki akiwezi kuanza bila assessment mm. Na kipindi hiki akiwezi kuanza bila uh, infrastructure uh, kwa lugha ya rais, ni hii ni kusema kwamba kama serikali ingeanza na CBE badala ya CBC mm. Matatizo yote unayosikia leo na maswali yaliyoko kuhusu CBC hayangekuwa, kwa sababu mtaala ulitoka, but watu wakaanza kulizana, walimu watatoka wapi? Wakasema wacha tujaribu kutrain Halafu tukiendelea pedagogis ni mbinu za kufunza yeah. Uh, ndi ulikuwa unasikia mara kwa mara watoto wanaambiwa walete kuku, walete mayai, walete hii kwa sababu hizo mbinu, na wazazi wana complain, na hata washikadau wana complain kwa sababu hii kitu kilicholetwa mbele yao, waliambiwa mfumo wa elimu umebadilika, yeah. Na CBC by the way haikuwa system of education, ilikuwa ni curriculum tu sasa hii CBE ndio mm, system of education, kwa sababu katika system ya education hizo mm, vitu zote zinakuanga una consider curriculum itself, pedagogy, assessment na infrastructure. Kwa hivyo sasa, hii ni kumaanisha ya kwamba uh, going forward, serikali, unaona sasa, grade zile zimebaki, uh, kumebaki, si watoto kumebaki grade 10, 11 na 12, mm. Sasa hiyo shift itamaanisha kwamba wakipangia mambo ya grade 10 na grade 11 na grade 12 wataangalia hizo vitu nne.